Yanga zidi ya Mtibwa Sugar utakuwa ni mchezo mzuri kutazama lakini kwenye makaratasi bado Yanga anakuwa favorite kwenye mchezo. Mtibwa Sugar ni moja ya timu ambayo imepanda msimu huu. Wameshinda mchezo mmoja, ametoka sare mchezo mmoja na wamepoteza michezo mingine ambayo tayari wamecheza. Uh, Mtibwa Sugar na wachezaji wengi sana katika timu ambayo na wachezaji wengi ambao wakizawa na wachezaji ambao walikuwa tangu msimu uliopita. Mtibwa Sugar ni moja wapo. Naona ni mechi ambayo itakuwa nzuri, wale wakina Aliawatwa, wakina um, wapo wachezaji wengi wakina fi wakina Andrew Chimba, uh, wana wachezaji wengi wazuri. Kwa hiyo ukiniambia, mchezo utakuwa namna gani? Mchezo utakuwa mzuri na Yanga atakuwa anaingia kwenye mchezo kwa kuhitaji zaidi kupata alama tatu, kwa sababu inakumbukwa kwamba kwenye mchezo uliopita wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara Yanga aliangusha alama mbili zidi ya Mbeya City. Kwa hiyo kama timu bingwa mtetezi anahitaji kutetea ubingwa wake tamani tena kupoteza hizo alama. Kwa hiyo unaona ni mchezo ambao utakuwa mzuri, lakini Yanga bado anaingia kwenye mchezo akiwa favorite mchezo. Unafikiri ni eneo lipi hasa ambalo linaingia linatazama kwa upande wa timu zote? Mwendelezo wa Mtibwa Sugar umekuwa ni mgumu, ukitazama matokeo yao hawajawa na mwendelezo mzuri, ukiachana na ushindi mmoja, sare nyingi na kupoteza wanakwenda kukutana na Africans ambao pia imekuwa na shinikizo na pressure kubwa ya mashabiki, pengine mchezo unakwenda e, kuwa wa upande gani na namna gani ambavyo kwa upande wa walimu zote wanatakiwa kuziandaa timu zao, ukiondoa sababu sababu zote zote zote, Yanga bado ataingia kwenye mchezo kama favorite, kwa sababu anaenda kucheza KMC Complex um, si kumbuki kama Yanga aliwahi kufungwa uwanja wa KMC Complex. Msimu uliopita alipoteza michezo miwili peke yake, lakini kwenye hiyo michezo ambayo alipoteza yote alipoteza Azam Complex. Kwa hiyo Um, KMC Yanga hajawahi kufungwa kwa mchezo wa ndani ya dakika 90 kwenye ligi kuu. Hiyo ni kitu kimoja, lakini Yanga pia wana timu bora kuliko Mtibwa Sugar. Hapa sasa, kwenye mchezo uliopita wa Yanga dhidi ya Silver Strikers, Yanga walionyesha kwenye dakika 45 za kwanza wanauhitaji mchezo na walicheza vizuri sana lakini kwenye kipindi cha pili kuna muda kama tempo unaona ina slow down, uh, kuchoka kunaanza kuingia, timu haipo fit kiasi. Kwa sasa kocha Mabadi, lakini pia uh, Mabedi of course, Patris Mabedi msaidizi namba mbili, lakini pia kocha mkuu nikimaanisha uh, Pedro Goncaves anaweza akawajangiza vitu vingi sana, lakini akiutazama ule mchezo, swala la kubadilisha kitu kimbinu alihitaji mwezi mmoja swala kubadilisha kwa kupandikizia watu mbinu, inahitaji hata mchezo ukiwa unaendelea, kocha anaweza akabadilisha akabadilisha mbinu. Kwa hiyo, Yanga anaingia kwenye mchezo akiwa anahitaji ushindi kwa namna yoyote ile, kwa sababu tayari yupo nyuma aa, kwa kupoteza alama mbili, ukifanisha na ushindani wake wa karibu Simba ambao hawajaangusha alama yoyote, achana na, na timu kama Mbeya kwanza ambao, Mbeya city ambao wanaongoza ligi, achana na hao, kina Fountain Gate na alama saba, Mashujaa wenye alama nane lakini unapozitazama timu kubwa kwenye msimu, ni Simba, Yanga, Azam na timu nyingine. Azam ameangusha alama, lakini Singida na Simba ndio timu ambazo zina ushindi asilimia mia. Kwa hiyo Yanga naamini ataingia kwenye huu mchezo kwa kuhitaji alama tatu, na kawaida, Yanga akiwa na siku nzuri, bila shaka Mtibwa anaweza akafungwa goli mbili na kuendelea. Kwani changamoto kubwa hasa kwa upande wa kikosi cha Mtibwa shuga iko wapi? Ukitazama kwenye michezo ambayo imepita, Mtibwa shuga wana wanazidiwa quality na baadhi ya maeneo kwenye baadhi ya maeneo ukiangalia, wachezaji kuanzia namba moja mpaka namba kumi na moja. Uh, sometimes anaanza goalkeeper Costa Constantine Malima, lakini kuna siku ana Daka Toba. Ukiangalia hawa makipa hawa wote wawili, ukofanisha na Jigwidi Ala, bado Jigwidi Ala atakuwa bora kuliko hawa magolikipa. Nenda kwa fullback Oscar Masai kwenye eneo la ulinzi moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa muhimili mkubwa wa timu akina Eric Aruzi na wengine wengi ambao wanapatikana kwenye timu wakina Buzungu Hamis Omari, Hamis Buzungu bado ni mchezaji mzuri kwenye timu ya Mtibwa Sugar, lakini ukimtoa Endus Mchimba, ukimpeleka kwenye kikosi kama cha Yanga, ataweza kufanya vizuri? Utagundua no. Kwenye timu yao wanahitaji kuingiza baadhi ya wachezaji wenye uzoefu. Yupo Lamini Molo, mmoja wa wachezaji ambao wengine wana uzoefu mkubwa sana, lakini Lamini Molo mimi mzuri, ambaye nilimtazama nilimtazama akiwa kwenye kikosi cha ja, Al Hilal Omdurman. Baada ya hapo hakupi kile kitu ambacho umekitarajia. Lakini Usisahau pia Yanga kila siku zinapozidi kwenda wanazidi kuimarika kwenye baadhi ya maeneo. Wana wachezaji wazuri, lakini kuna baadhi ya wachezaji wanaanza kuonekana ku click kwenye, kwenye formation ya timu. Mtu kama Maxim Pia Nzengeli, mmoja kati ya wachezaji ambao anafanya Yanga icheze vile ambavyo wanataka. Pako umezuzwa, uh, Prince Dube licha kwamba anakosa magoli, kwangu mimi bado atabaki kuendelea kuwa mshambuliaji hatari kwenye kosi Yanga, mshambuliaji ya mzuri, lakini Andre Boyeli pia anatafuta namba kucheza lakini bado wachezaji wengine wakina duka ya buya kwenye eneo la kiungo, um, na wachezaji wengine. Naamini kuna mabadiliko kadhaa yanaweza kutokea kwa sababu Ibrahim Baka bila shaka anakosekana kwa sababu tayari amefungiwa michezo mitano. Anaweza akacheza sink au akacheza Bakari Nondo Mwamnyeto. Itakuwa ni mechi nyingine ambayo nzuri kwa swala lako. Wapi Mtibwa Sugar anapokwama, wanapokwama zaidi kwenye eneo la quality, hasa kwa mchezaji mmoja mmoja. Sina shida na mbinu za maniche, nikimaanisha Awazi Juma amekuwa na mbinu nzuri sana, lakini wachezaji kuna muda pia wanamwangusha. Sawa, kwa Young Africans wao wana mwalimu mpya ambaye kesho e, ataanza kusimama kwenye lile bench, touchline ile atasimama kwa ajili ya kuongoza kikosi. Hiko ni kitu gani hasa ambacho cha kwanza anatakiwa kurekebisha? Na ukitazama kule walikotoka, malalamiko yalikuwa ni mengi kuwa timu inacheza mpira ambao hauvutii licha kwamba walikuwa wanapata matokeo. Uh, uh, kocha mpya Pedro Suarez, uh, Goncalves ni kocha ambaye um, ana uzoefu wa soka la barani Afrika na amefundisha Angora kwa mafanikio kidogo. Uh, kuanzia Premier de Agosto Academy akaenda National Team under 20, under 17, under 20 timu za vijana, baadaye akapanda uh, senior team na ndio ni kocha ambaye anafahamu tabia za wachezaji wengi wa Kiafrika. Na tabia za wachezaji wengi wa Kiafrika zinafanana fanana. Kitu cha kwanza ambacho naamini anaenda kuweka kwenye timu ni kwanza kuwahamasisha. Yes guys, mna quality kubwa. Mna uwezo mkubwa, onesheni, wape uhuru, wafanye kile ambacho wanaweza kufanya, huku ukiwa unaingiza mbinu taratibu taratibu. Aa, kwenye dakika 45 za kwanza atatumia kuonja ile test ya ligi kuu, kwa sababu anacheza na mpinzani ambaye huenda kwenye video amemwona Mtibwa Sugar, the way ambapo anacheza, lakini kuna hitaji the touch kufeel Eh, pale kwenye touchline nini ambacho kinatokea kwa hiyo, kuna vitu vidogo vidogo vitaanza kubadilika, kwa sababu swala la mbinu, nimesema alihitaji mechi tano kujua wewe kama unabadilisha mbinu, kwa sababu hata kwenye mchezo tu, wakati unaanza mapumziko, inabidi uje ujibu maswali ambayo ya mpinzani ambayo amekuuliza yale mabadiliko ambayo yanaendana kutokana na mchezo vile ambavyo unaendelea. Kwa hiyo naamini kwamba kocha Pedro ana kazi nzuri ana kazi ngumu ya kufanya, lakini kwake hawezi ikawa kazi ngumu sana, hasa anapokutana na mechi kama Mtibwa Sugar. Umemtaja eh, mchezaji Frank Yasinki ambaye hajaonekana eh, kuaminiwa kwenye kipindi cha Roman Force eh, pengine unafikiri ni kitu gani hasa ambacho kilikosekana kwake kwa upande wa mwalimu Roman Force akashindwa kumwamini? Kwanza Roman Force alikuwa bado hajaseto kwenye timu. Kwa hiyo wakati ambao bado hajaseto kwenye timu hata majaribio yanakuwa machache, sio yeye peke yake ambaye hajaanza kupata muda mwingi hata Lasini Kuma ndio amefunga bao moja kwenye michezo ambayo amecheza, lakini naye bado ana struggle kuingia kwenye, kwenye timu. Musa Barakonte ana struggle kuingia kwenye timu. Celestine Kuwa, unaweza ukasema walao kina Celestine Kuwa wamepata wamepata hata dakika za kucheza, lakini mtu kama um, Frank Kasink hajacheza mchezo wowote wa kimashindano. Anaweza akawa ni mlinzi mzuri. Mimi naamini kwamba ni mlinzi mzuri. Lakini uh, kuna muda unapaswa kuheshimu pia wanaoanza. Wakina Bakari Mwamnyeto, wakina uh, Dixon, Jobu, Ibrahim Baka wamekuwa na kiwango cha muendelezo. Kutokana hizi mechi zipo karibu, karibu sana. Naamini kuna rotation itafanyika na muda utafika tu wa bwana uh, Frank Kasink akaweza kucheza. Alionyesha kiwango kizuri sana akiwa na timu ya Uh, Singida Black Stars wakati anatambulishwa na alionekana kwamba ni mbadala sahihi wa, wa, wa mtu kama Benjamin uh, Benjamin Tanim wakati anatoka uh, Singida Black Stars anasajiliwa kule Uingereza. Kwa hiyo naamini ni swala la muda, ataingia taratibu taratibu. Hata si, duka ya buya wakati anajiunga na Yanga akuanza tu moja kwa moja kuingia kwenye timu. Alianza michezo ya kirafiki, cheza vizuri, lakini kuanza kwenye first 11, ilimchukua muda mpaka kuja kupata muda kwanza. Sawa, so, tukipata nafasi pia ya kutupia mchezo mwingine ambao unatarajiwa kuendelea. Tumeona e, Simba nao wanatarajiwa kushuka dimbani kucheza e, ok, ni Oktoba 30 wanakwenda kucheza na TRA United ambao jana mwendelezo mzuri. E, unaona jicho lako unaona kitu gani na ukihusianisha na mchezo ambao umetoka kuchezwa klabu bingwa na performance yao namna ambavyo ilikuwa? TRA hey, nao wajaanza vizuri kwenye huu msimu. Ni moja ya timu ambao na struggle sana kufunga mabao. Yes, wamewasajili wakina Makame, wapo wakina Ali Ng'anzi. Uh, wapo wakina Nasri Kombo ambao walikuwa tangu msimu uliopita, wapo Noeli of course, wana kwa majina wana wachezaji wazuri, lakini bado Simba atakuwa bora kuliko wao. Simba bado hajajipata, Simba nao ni bado ina, inajitafuta, lakini kujitafuta kwa Simba Sports Club sio sawa na kujitafuta kwa timu kama, kama tabo, uh, Tabora ambayo ni TRA. TRA wana kazi kubwa ya kufanya bado, nampa Simba nafasi ya kushinda huo mchezo.